Kupika rosti ya kuku, anza kwa kuweka viungo viungo vyako, viungo ambavyo tumeweka sisi tumekuandikia kwenye caption. Koroga vizuri, viungo hivyo vikachanganyike vizuri na kuku, lakini kuna kiungo kimoja muhimu sana cha kuweka. Hicho hapo kinaitwa Navano Obinak. Navano Obinak inaongeza ladha kwenye nyama nyama. Inafanya nyama yako itoke ikiwa na testi moja nzuri, ladha moja amazing na pia inafanya viungo vikolee vizuri vizuri vizuri na ule mchanganyiko Navano Obinak, na na na na na na na na ule pamoja pamoja viungo viungo viungo ulivyoweka. Hakikisha hakikisha kitunguu chako kina karibia karibia kuiva kuiva, ndo ongeze viungo vingine, yani Navano Obinak kitaongeza ladha nzuri sana. Weka hoho na carrots. Ehe, ehe ehe, alafu zenyewe zenyewe koroga zi roast roast roast roast kuku. Eh, karibia, karibia, tuongeze nyanya nyanya. Hizo tunaziweka kwenye roast letu eh, kuhakikisha kwamba linatoka linatoka likiwa likiwa tamu, linatoka likiwa amazing, kitakisha vyote hivi vinanoga vizuri vizuri nyama yako inatoka amazing, nyama yako inatoka tamu imekolea viungo. Na baada ya muda mfupi, rosti lako litakuwa lio kama hivyo zito. Rosti linaleta appetite, rosti linamezesha mate. yani ukiliweka mezani yani kila mtu anameza mate, anauliza jamani, tunaanza kula saa ngapi? Haya ndo mambo mazuri. Navano Obinak, jipatie Navano Obinak sasa hivi, inapatikana nchi nzima, madukani kote, masokoni kote, maduka ya mangi na supermarkets. Rosti ile wapo sasa, ndo mwendo wa kujichana, wali rosti, wali rosti. Jamani, mambo mazuri kama haya tunataka tuyakute nyumbani kwako. Jipatie Navano Obinak sasa hivi inapatikana nchi nzima.